Mtazamaji wa Bongo 5 Network, tupo Moshi mkoani Kilimanjaro, na leo ni shamra shamra, tarehe 24, tarehe 25 ni kesho 26, na tarehe zingine zinazofuata, sikukuu za mwisho wa mwaka, na kama unavyojua mkoa huu una sifa kubwa kwamba kila ifikapo mwisho wa mwaka asilimia kubwa ya watu ambao wametokea kwenye mkoa huu huwa wanafika nyumbani kwa ajili ya kuweza kukutana ndugu jamaa na marafiki na kufanya ibada hapa na pale e, sherehe hapa na pale. So nikasema leo niweza kutoa stendi ya mabasi Moshi mjini kuweza kuzungumza, lakini kwa takwimu fupi tu e, wengi wanadai kwamba wachaga wa Rombo pamoja na Marangu ndio wanaongoza kwenda nyumbani. mimi Abraham 255 endelea kuwa nasi kwa update zaidi. unaelekea wapi leo? Marangu. unaitwa nani? naitwa sesi naitwa sesi. Sesi. Marangu, Marangu kiara na unatokea wapi? Mimi kwa hapa natokea Eh. Mirerani. Mirerani. Yeah. Unaelekea Marangu. Marangu Bwana bwana. Marangu eh. Tuambie bwana, unaonaje ile ya usafiri kwa mwaka huu 2025? Unaonekana mzoefu sana kuna nyumbani wewe. Sana. Hamna siku unakosa. Mwaka huu unaonaje lakini? Fresh okay. Yeah. tu. Eh. E, tumetoka Mirerani sangapi? Mimi natoka yeah, midaa saa 5 asubuhi Kufika Marangu ni sangapi labda ukikadiria kwa haraka haraka? Kutoka hapa muda saa kumi na moja, saa kumi na mbili, saa moja kasoro. zawadi Kawaida. Naitwa Hamisi. Hamisi nani? Hamisi Ali. Niambie hali unaionaje leo usafiri Moshi mjini hapa? Ah, hali ni nzuri kwa kweli ila changamoto sasa ni hivyo abiria anapokuja mtu ajui bei bei hii, anakwambia mbona hivo mbona hivyo? Ah, sasa ajui kama, pakichangamka, naona changamka tu yeah. Jana na leo kuna tofauti gani, labda? ah, jana na leo tofauti uko mkubwa. Jana ilikopo ukipanda kushuka ni ngozi, sasa leo ukipanda uhakika, ukishuka uhakika yeah. Hmm. Mpaka sahivi umeingiza kama shingapi hivi kwa haraka haraka? ah, kutaja hiyo siri ndio uchawi yeah. Ukitaja sasa si siri hiyo, takua unafunua vitu vingine mpaka utaamua kusitia, ila hela hela zipo, zipo hela zipo uhakika. Ruti ngapi kwa siku leo hapa? ah, tayari kama ruti nilizopiga tayari ruti tatu hapa, na nakuja nafuata hapa hivi ruti tano za uhakika, za uhakika. E. Kibosho Kirima, Kibosho Kirima. Kirima nauli yake ni shilingi ngapi sasa? Ni ile kawaida ni la ile... ukn bila kukunja ni, ni elfu moja tu e. ni elfu moja tu uhakika. salamu tatu tu kwa ndugu zako jamana, marafiki e. sikukuuza mwisho wa mwaka ndio ah, salamu ni kwa ndugu zangu pale mo pale Morogoro kuna Bwana Ali na kuna Bwana Sadiki na kuna ndugu zangu wengine ambao wako Dar es Salaam, wazee wangu nini wa, salamu zote ziwafikie bwana, tunatakia heri ya Krismasi na huu mwaka mpya. Shukrani sana. Hamna noma kaka. Asante sana. Yeah. Yeah. Yeah experience yako kwa mwaka huu 2025 na miaka mingine, unaonaje hali ya usafiri keki ipo ah, kwa miaka mingine na tofauti na mwaka huu? Mwaka huu kidogo, kiukweli, wageni wamekuja wengi, lakini katika miaka ambayo miaka ya nyuma, huwa wanakuja wengi na tunafanya kazi sana hmm, laini safari wamekuja wengi, lakini asilimia kubwa sana hmm, wanatumia usafiri kama bajaji pikipiki piki. Wengi kwetu sisi tunapata, lakini kiasi kidogo, lakini asilimia kubwa sasa hivi wanatumia sana public usafiri huu wa public sana lakini wapo watu wengi kuja wengi haraka. Labda kwa siku leo labda umeingiza kama shilingi ngapi ngapi? Siku zinatofautiana Eh, kuna siku unaweza ukapiga elfu hamsini kuna siku napiga elfu ishirini kuna siku unaweza si ukapiga hata laki mbili Nategemea tu siku hiyo umeamka na upepo gani? <laughs> mzuri sana kiasi, eh? Eh, fulani si mbaya sana, lakini pia si mzuri sana ukilinganisha na miaka iliyopita okay. Eh, najua hii vuguvugu za haya mambo yalikuwa yamepita pita kidogo yamesababisha wengi walikuja mapema na wengine vile vilevile ndo wanaingia eh, kwa hiyo ndio hivyo tumegea imegawanyika gawanyika kidogo kiasi fulani si mbaya sana. Karibu sana. Ni dereva taxi. Okay. E, niambie bana experience yako wewe kwa mwaka huu 2024 2025, unauonaje kabisa kwenye ishu za usafiri, yani kwa safa ya kipindi hiki cha mwaka huu? Kwa kweli ni mgumu, kwa sababu miaka ya nyuma kote tukiwepo hapa mara nyingi unakuta ni, yani tunafanya kugombaniwa yani, unashikuta na abiria watano kila mtu onaangalia wapi uende, lakini kwa sasa hivi hamna. Mpaka sasa hivi afya yangu sijapakia hata nyao hapo. Danyahu. Amna kitu kabisa. <laughs> Amna kitu kabisa, Bwana e, amna kitu so labda, siku zinaendelea kwenda mbele zaidi, kuna mwaka mpya na nini e, labda wito wako tu e, maneno yako machache. Yani kwa kawaida miaka mingine kinapofika tarehe hii hapa yani matokeo unaanza kupata utokea mwezi wa kumi na moja okay. Lakini kwa sasa hivi mpaka leo tarehe ishirini na nne kwa kweli yani hali imesha kuwa ni tete kwa nitete, wastani okay. Kwa sasa ni sielewi hata ni kwa nini. Mbona wapo wanaonekana lakini taxi pia hawachukui. Mbona anajaribu kuzungumza na na madereva wenzio wanasifia, mwingine amesema kwamba anaingiza mpaka laki mbili kwa siku. Inakuwaje kwako, keki inakuwa eh maokoto yanapepea eh yanakata kushoto. Eh Anani... changamoto ni nini? Hapana, kiwasilia kwa ujumla ya kipindi hichi ni kigumu. Sivyo, tofauti ulivyozoea miaka mingine yote, panakuwa na mishemishi, yani wewe kwa miaka mingine ungekuja ungekuta yani watu ni wengi yani mamuonani lakini sasa hivi unakuta yani moja kwa moja yani unaangalia mwanzo mpaka mwisho, lakini kazi hamna. Nashukuru sana. Asante nashukuru sana mpaka na sabufa nini eh?